Hapa kama kuna ligi yoyote duniani mchezaji kafungiwa mechi tano zidi ya hapa? Kwa hiyo hii ni mipango, sisi tushaigundua. Mwaka jana walifanya mipango hii ligi, wakakosa mipango. Inaanza tena, tutarudia tena ya mwaka jana. na na na na kitu kingine na solo hapo hapo, inatakiwa sheria na kanuni zifatu, sheria na kanuni kanuni tulikubaliana moja. Kwanza ni tena waambia bodi ya ligi kama wanataka kufuata kanuni waende kufuata kweli. Hakuna meneja anaruhusiwa kusimama dakika 90. Yule ni meneja. Ni kwa hiyo akafate kanuni. hakuna meneja anaruhusiwa kusimama dakika 90. Kama meneja anaruhusiwa kusimama dakika 90, kwa kwa nini wanaenda kuchagua vieti? huyu meneja anasimama